Nikukaribishe tena ndugu mpenzi mtazamaji na mfatiliaji wetu katika mwendelezo wa habari pamoja na matukio mbalimbali mbali kuhusiana na sakata la wanaharakati Boniface Mwangi wa Kenya na Agather Atuhaire wa Uganda. Mapya mazito sana na yenye kushangaza yameibuliwa na wanaharakati hao. Je, mapya hayo mazito na yenye kushangaza ni yapi? Hebu tuanze kwa kumsikiliza hapa Boniface Mwangi kisha Agather Atuhaire. Bonifasi Mwangi amezungumzia madai ya kuteswa nchini Tanzania. Nimepitia siku nne za giza totoro. Mwanaharakati Bonifasi Mwangi ameongea kwa mara ya kwanza hadharani mara baada ya kukamatwa, kuzuiliwa na kudaiwa kuteswa na mamlaka za Tanzania kwa karibu wiki moja. Mwangi alikamatwa siku ya Jumanne katika hoteli aliyofikia nchini Tanzania, ambako alikuwa ameenda kuonyesha mshikamano na kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu Wakati wa kesi yake siku ya Jumatatu, alizuiliwa bila mawasiliano hadi Alhamis ambapo alisafirishwa hadi mpaka wa Kenya na Tanzania eneo la Horohoro na kuripotiwa kutupwa. Akiwa dhaifu na mwenye mshtuko mkubwa, Boniface Mwangi alizungumza na waandishi wa habari akiwa ndani ya gari katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi, Mombasa ambako alitarajiwa kusafirishwa hadi Nairobi kwa ajili ya matibabu. Mwangi alisimulia kwa uchungu mkasa wa kutisha aliyopitia ambao umemwacha akiwa hawezi kutembea bila msaada, huku akiwa na wasiwasi mkubwa kwa mwanaharakati wa Uganda Agather Atuhaire aliyekamatwa na kuzuiliwa pamoja naye na ambaye hakujua yuko wapi kwa wakati huo. Nimepitia siku nne za giza totoro, nimeteseka vibaya sana, siwezi hata kutembea vizuri, Mwangi aliwaambia waandishi wa habari kwa sauti ya chini, lakini yenye msimamo. Lakini nina hofu kubwa kuhusu Agatha kwa sababu tuliteswa pamoja na walitufanyia mambo ya kutisha sana na tumai Agatha yuko salama. Inasemekana Agatha alitenganishwa na Mwangi wakati wa kizuizi chao nchini Tanzania. Mahali alipokuwa Agatha bado hapakujulikana, jambo lililoongeza wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wake hadi alipopatikana. Mke wa Boniface Mwangi anasema Boni alitupwa katika kituo cha mpakani cha Horohoro akajitafutia njia hadi Lungalunga, ambako lunga alipata usafiri. Nilimpigia Kelif, yaani Khalifa, yani na akaenda kumchukua Mwangi. Na watu wa karibu naye wanadai kuwa mateso aliyopitia yalipangwa na mamlaka za Tanzania kwa ukatili na sababu za kisiasa, wakimtendea ukatili wa kimwili na kisaikolojia, huku wakilitaja jina la Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa mujibu wa mwanaharakati Hussein Khalid, aliyoyapitia Mwangi ni sehemu ya mwenendo hatari unaoendelea kushika kasi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ni wazi kabisa kuwa Afrika Mashariki tunashuhudia kuibuka kwa tawala za kidikteta na hili hatulichukulii kimzaha, alisema Khalid. Boniface Mwangi aliteswa kikatili sana. Tunampeleka Boniface kwa matibabu haraka iwezekanavyo. Hali yake si nzuri hata kidogo, hawezi kutembea. Khalid aliilaumu moja kwa moja serikali ya Tanzania, akihusisha mateso hayo na uongozi wa juu kabisa wa nchi hiyo. Hii ni kazi ya serikali ya mama Samia, aliteswa vibaya sana nchini Tanzania, na kila walipokuwa wakimtesa, walikuwa wakimtaka aseme asante mama Samia. Watu hawa walikuwa wakatili mno, na hatutakubali hili lipite bila kuchukuliwa hatua. Khalid pia alidokeza kuwa huenda baadhi ya maafisa wa Kenya walihusika katika utekaji na utesaji wa Mwangi, akionya kuwa kutokuchukua hatua kutaleta athari za kimataifa. Tuwe na uhakika kuwa tutachukua hatua ikiwa serikali ya Kenya ambayo tunaamini ilihusika haitafanya lolote, ikiwa waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi hatofanya lolote, basi tutaihusisha jumuiya ya kimataifa kuhakikisha haki inapatikana, kwa sababu anawafahamu maafisa hao na wanaweza kutambuliwa, alisema. Hayo ndiyo mapya na mazito yaliyoibuka kwa upande wa Boniface Mwangi, mwanaharakati wa kule nchini Kenya. Sasa moja kwa moja twende tukaangazie mapya haya na mazito yaliyoibuka kwa upande wa mwanaharakati wa Uganda Agather Atuhaire mwanaharakati wa Uganda aliyekamatwa na kushikiliwa kwa siku kadhaa nchini Tanzania na baadaye kupatikana mpakani mwa nchi hizo mbili ameiambia BBC kuwa alipitia ukatili wa kingono akifafanua juu ya kauli za awali zilizotolewa na kundi lake la, la kutetea haki za binadamu ambalo lilisema kuwa alionyesha dalili za kuteswa. Agather Atuhaire alidai kuwa watu waliovaa kiraia walimfunga macho kisha wakampiga wakamvua nguo kwa nguvu na kumfanyia ukatili wa kingono. Atuhaire alikuwa ameshikiliwa bila mawasiliano yoyote nchini Tanzania pamoja na mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi ambaye alikutwa Alhamisi mpakani na nchi yake. Mamlaka za Tanzania bado hazijatoa tamko lolote. Mashirika ya haki za binadamu ya kikanda yameitaka kufanyika kwa uchunguzi huku idara ya mambo ya nje ya Marekani kupitia kitengo cha masuala ya Afrika ikieleza kuwa ina wasiwasi mkubwa juu ya ripoti za unyanyasaji waliopata wanaharakati hao wawili. Maumivu yalikuwa makali sana, alisema Agatha Atuhaire akionyesha BBC kovu ambalo alisema limetokana na kufungwa pingu. Aliongea kuwa alikuwa anapiga kelele kwa nguvu kiasi kwamba walilazimika kumziba mdomo. Atuhaire alielezea kwa undani tukio la ukatili wa kingono aliodai kufanyiwa. Alisema pia alisikia kilio kutoka kwa Mwangi na kwamba waliokuwa wakimshikilia walimtishia kumfanyia tohara kwa nguvu. Wawili hao walikuwa wamekwenda Tanzania kuonyesha mshikamano na kiongozi wa upinzani Tundu Antipasilisu ambaye alifikishwa mahakamani siku ya Jumatatu kwa tuhuma za uhaini. Mwangi alisimulia aliyopitia kupitia chapisho katika mtandao wa X Twitter, akisema tuliteswa, tukaambiwa tuvue nguo na twende kuoga. hatungeweza kutembea, tukaambiwa tutambae, twende kuosha damu. licha ya kuruhusiwa kuingia nchini, Mwangi na Atuhaire hawakuruhusiwa kuhudhuria kesi hiyo na walikamatwa siku ya Jumatatu. Rais Samia Suluhu Hassan alionya kuwa hata ruhusu wanaharakati kutoka nchi jirani kuingilia mambo ya nchi yake na kusababisha vurugu. Atuhaire alipatikana akiwa ametupwa mpakani usiku wa alhamis baada ya kushikiliwa kizuizini tangu Jumatatu. Kwa mujibu wa chapisho la Agora Center for Research, shirika la haki za binadamu lenye makao yake Uganda ambalo yeye ndiye kiongozi wake kupitia mtandao wa X, balozi wa Uganda nchini Tanzania, Fred Mwesige alisema Atuhaire amerudi salama nyumbani na amepokelewa kwa upendo na familia yake. Mwangi ambaye awali alikutwa akiwa ametupwa kando ya barabara kaskazini mwa Tanzania karibu na mpaka wa Kenya alisema alimsikia Atuhaire akiguna kwa maumivu walipokuwa wakishikiliwa pamoja siku ya Jumanne. Jaribio lolote la kuzungumza usiku ule ule tulioteswa lilijibiwa kwa mateke na matusi. Tuli, tuliondolewa katika eneo la mateso kwa magari tofauti. Aliongeza. Mwangi alisema waliokuwa wakitushikilia walikuwa wakipokea maagizo kutoka kwa afisa wa usalama wa taifa ambaye alielekeza kwamba mwanaharakati apewe tiba ya Kitanzania. Kutoweka kwa Mwangi kulizua hofu kubwa nchini Kenya ambapo familia yake, asasi za kiraia na makundi ya kutetea haki za binadamu waliandamana wakitaka aachiliwe huru. Mnamo Jumatano serikali ya Kenya iliwasilisha rasmi malalamiko dhidi ya kukamatwa kwake ikizilaumu mamlaka za Tanzania kwa kukataa kutoa fursa ya huduma za kibalozi licha ya maombi ya mara kwa mara. Mapema siku ya Alhamis, wizara ya mambo ya nje ya Kenya ilitoa taarifa ikisema haikuweza kumpata mwanaharakati huyo. Mashirika ya haki za binadamu ya kikanda yameitaka kufanyika kwa uchunguzi kuhusu madai ya unyanyasaji waliopata wanaharakati hao kutoka kwa mamlaka za Tanzania na kuzihimiza nchi zote za Afrika Mashariki kuheshimu mikataba ya haki za binadamu. Idara ya mambo ya nje ya Marekani, kupitia kitengo cha masuala ya Afrika, ilieleza kuwa ina wasiwasi mkubwa juu ya ripoti za unyanyasaji waliopata wanaharakati hao wawili na kusisitiza kuwa Bi Atuhaire alitambuliwa na idara hiyo mwaka wa 2024 kama mmoja wa wanawake jasiri wa kimataifa. Tunatekeleza wito wa uchunguzi wa haraka na tunatekeleza wito wa uchunguzi wa haraka na wakina, kuhusu tuhuma hizi za ukiukaji wa haki za binadamu. Tunazihimiza nchi zote za eneo hili kuwawajibisha wale wote waliohusika na ukatili, ikiwemo mateso, ilisema kupitia chapisho lake